Sopenda so wangu wa Salma Collection, karibuni kwenye kipindi chetu cha The News with Salma Collection, na leo tunaendelea kuangalia kuhusiana na swala zima la biashara kama tulivyoishia katika kipindi kilichopita, na kwenye kipengele cha biashara tunaenda kuangalia mambo matatu yanayosababisha kupungua kwa wateja katika biashara yako. Inawezekana umeanza biashara muda mrefu na inawezekana ulikuwa na wateja wengi sana huko nyuma, lakini kinyume chake kwa sasa unakosa wateja na wale wateja wa zamani wote, aidha wapo lakini si kwa kiasi kile, au wamepotea kabisa. Hebu tuziangalie sababu gani ambazo zinapelekea wateja wengi kupungua katika biashara yako. Yes. Kitu cha kwanza ambacho kinatakiwa kufahamika katika biashara biashara ni kumhudumia mteja kulingana na kile unachokiuza, aidha bidhaa au huduma. Sasa huyu mteja ni binadamu, na siku zote binadamu anapenda vitu vizuri. Hata mimi mwenyewe hapa napenda mambo mazuri, kwa hiyo wakati mwingine hata ninapoenda kutafuta huduma au ninapoenda kununua bidhaa, yule anayenihudumia napenda anihudumie vizuri. Sasa watu wengi inawezekana mwanzoni walikuwa na wateja, lakini baada ya kuwa anatoa huduma wateja wale wanahama. Kitu cha kwanza ambacho kinasababisha wateja wengi wakukimbie ni customer care, customer care. Yaani, namna unavyomjali mteja. Mteja akifika dukani unamhudumiaje? mteja ukiwa unawasiliana naye, unawasiliana naye vipi? unampa majibu gani? na kama hajakukuta wewe, hata wale ambao unawaacha pale dukani, wanamtreat vipi yule mteja? Kwa hiyo, ikitokea siku ya kwanza umemhudumia vizuri, akarudi siku nyingine, akaja dukani akakuta watu wengine wakamhudumia tofauti basi jambo hili ni kubwa sana linalosababisha wateja wengi kupotea, customer care. Na tukumbuke kwamba customer care inaweza ikamfukuza hata yule mteja ambaye anajua kabisa wewe unauza vitu bei rahisi, lakini akaenda kununua sehemu ambaye vitu vinauzwa bei ghali na kitu kile kile ambacho wewe unakiuza. Kwa hiyo customer care ni kitu cha msingi sana cha kuzingatia katika kuhakikisha kwamba wateja wako wanabaki katika huduma yako unayoitoa au bidhaa zako unazoziuza usikipuuzie, usi sana kipengele hiki cha customer care. Ongea na wateja vizuri, wajibu vizuri, waeleweshe, waelimishe. Kwa kufanya hivyo, mteja huyu atadumu, lakini pia mteja huyu atakuletea na wateja wengine. Kinyume chake, akiondoka, maana yake hata wale ambao wanamsikiliza, wanamfuata, basi na wenyewe watafanyaje? Wataondoka katika biashara yako. Kwa hiyo hili swala la customer care ni kitu cha msingi sana cha kuzingatia. Sasa swala la pili, swala la pili katika swala zima la wateja, vitu ambavyo vinasababisha waondoke ni kukosa uaminifu. Kwa kukosa uaminifu. Mfano, wewe unafanya biashara, mteja amekuja kununua kitu dukani, anakuuliza maybe uh, sahani hii ni tofauti ipi itakayonifanya ninunue, kuliko sahani hii? Au friji hii ina tofauti gani na friji hii? Wewe pale ukawa unaongopa unasema uongo, mteja akanunua ile bidhaa, baadaye yale uliyomwambia yakawa tofauti na kile ambacho amekiona, asilimia kubwa ya mteja huyu kubaki katika huduma yako ni ngumu sana. Lakini pia kwa wale watu wangu wa mitandaoni, siku ya kwanza umemhudumia mteja vizuri, siku ya pili haukufanya vile ambavyo ulivyofanya nyuma, aidha umemtapeli, umemcheleweshea mteja au umempa kitu ambacho tofauti na kile ambacho mmekubaliana, maana yake pale wewe umepoteza uaminifu. Ni vigumu sana kwa mteja huyu kubaki kupata huduma au kununua bidhaa kutoka kwako. Kwa hiyo swala la trust ni kitu kizuri na cha kuzingatia sana ili kuhakikisha kwamba mteja wako anadumu kupata bidhaa yako au kupata huduma zako siku zote. Na swala la tatu kwenye kipengele hichi ambacho kinasababisha wateja wengi kupotea ni swala la ushindani wa bei. Hapa watu tunapasahau sana, na ndio maana siku zote tunasisitiza uwe na update uwe na watu ambao unawafahamu wanafanya kitu kama wewe, usiwe unajichimbia tu, unafanya biashara wewe kama wewe tu. Angalia na duniani wenzako wanauzaje, ili maybe bei zako zisiende tofauti na wengine. Wewe inawezekana mwaka jana ulikuwa unauza sukari elfu mbili, wenzako wameshapata chimbo ambalo wananunua sukari bei ya chini kabisa wanauza huko 1500 1800 wao, wewe umeng'ang'ana na ile 2000 Mwisho wa siku unasema wateja hauwaoni, kumbe kilichowakibiza pale ni bei. Kwa hiyo competition ni kitu cha kuzingatia sana. Kwa hiyo ukiwa mfanyabiashara, hakikisha kila siku unapata update za wafanyabiashara ambao wanafanya kitu kama wewe, tunasema wale washindani wako unawafahamu. Lakini pia kila siku lazima uwe na update ya sehemu ambapo unaweza ukachukua bidhaa kwa bei ya chini ili na wewe uweze kupanga bei kulingana na ushindani ulivyo, otherwise wateja wataondoka wote kwa sababu si rahisi sana mtu afahamu kitu fulani kinauzwa bei fulani kwa mtu fulani, alafu muda huo huo aache kwenda kununua kule ambapo hakuna matatizo yoyote aje kununua kwako, ni watu wachache sana. Kwa hiyo swala la ushindani wa bei ni kitu cha msingi na kitu cha kuangalia sana unapokuwa katika uh, tasnia hii ya biashara, otherwise utakuwa unalalamika kila siku, wateja wanapungua, wateja siwaoni, kumbe haujapata tu sehemu sahihi ambapo unaweza ukachukua bidhaa kama wenzio ili na wewe uweze kushindana katika soko. Kwa hiyo the news with Salma Collection, leo tulikuwa tunayaangalia hayo mambo matatu ambayo yanasababisha wateja wengi kupotea katika nini, biashara yako. Salma Collection, the news, Salma Collection, the good and quality service ndicho tunakizingatia. Tukutane tena kwenye next period.